Usilale kwenye nyumba ambayo ulipi rent. Wanaume na warembo, mwarembo unaweza lala, lakini utauliza maswali sawa. Mwanaume unaamuka unang'orotaje kwa kitanda yenye ujui matres ilinunuliwa na nani? Unalalaje mpaka unaota kwa kitanda mpaka kabisa unatembea kabisa kabisa vile unataka unatembea kwa hiyo nyumba na ulipi rent? Ndugu yangu, you no pay rent. Sometimes that you, you don't even do shopping kwa hiyo nyumba unafika tu na unalala, unangorota comfortably. Tunakupata tu ume, umekaa kwa tv una watch, watching tv kwa nyumba yenye ujui hata ni how much a month unaingia pale kwa fridge unachukua soda yako, maji baridi, unachukua chakula pale labda ilibaki, unaweka kwenye microwave, alafu una warm, unakula. Ndugu yangu, ndugu ndugu, mambo ni mawili, it's either upatikana na mwenye analipa rent, sawa sawa. Na ukipatikana unajua, si you know what happens, tumekuwa na kesi mbaya sana mtu unaenda unalala kwa mtu mwenye analipa rent, anapiga anagonga mlango na unajua mwenye